Je, unataka kubadilisha ndoto zako za biashara ziwe zenye mafanikio? Basi usikose kuungana nami Lucy Msenya kwenye The Game Changer kwa taarifa, maarifa na mbinu zinazokuwezesha kuimarisha biashara zako. Ungana nami kila siku ya Jumatano mida ya saa kumi kujuze mengi katika ulingo wa biashara mkubwa unazidi kukita mizizi katika kaunti ya Bungoma ambapo wakazi na wanafunzi wanaoishi karibu na chuo kikuu cha Kibabi wanakabiliwa na ongezeko la ghafla la kodi za nyumba. Ongezeko hili la gharama za makazi linahusishwa na mchanganyiko wa ukarabati wa nyumba, hali ya sasa ya uchumi na sababu nyingine nyingi, na sasa inaweka mzigo mkubwa kwa kifedha kwa jamii. Wakazi tuliozungumza nao wanathibitisha kuwa wamiliki wa nyumba wanataja sababu kadhaa kwa ongezeko hili. <coughs> Sababu ya kwanza ikiwa ni ukarabati wa nyumba. Wamiliki aa wanadai kuwa wanafanya maboresho haya kwa mali zao huku wakiongeza usalama na huduma za kisasa, hivyo ikuwa lazima kuongeza kodi. Pili ni mabadiliko katika uchumi wa leo, yanachangia kwa kasi. Hivyo basi, gharama za vifaa vya ujenzi inazidi kupanda na kuwalazimu wapangaji kuongeza kodi ili kudumisha faida. Vilevile, chuo kikuu cha Kibabi kina idadi kubwa ya wanafunzi, na hivyo basi vyumba vya ndani haviwezi kuwamiliki wanafunzi hao wote. Wamiliki wa vyumba binafsi wako katika nafasi ya kuongeza viwango vya kodi kwa sababu ya ushindani mkubwa wa kupata makazi. Mchanganyiko huu unawafanya wazazi na wanafunzi wenye kipato cha chini kuzidi kupatwa na wasiwasi kuhusu jambo hili, hivyo wakiwarahi wamiliki na usimamizi wa chuo kikuu kutoa maoni kuhusu jambo hili. Nikiripotia The Game Changer Media, langu jina ni Lucy Husenya.